Israeli inakuja. Ah. Oh. Na dawa ya moto ni moto. <coughs> Nikuitia jini pidini, nakuuliza tena kwa mara pili, jana ulikuwa unatoka wapi? <coughs> Wewe anyway, mjomba ukitukuliza hata sahihi na kuponga la kiuno na kuponga la kichwa, yani hunibabashi huni yani huniti ah, mjomba, mjomba samehe mjomba, unajua mimi nirapa tu kutoka kitambo, samehe licho kipanda hando matokeo yake sasa. Mungu wangu wa mbinguni, saidia akakata yeye ukana mimi yeye. Mungu wa majeshi, Mungu eh. Mama yangu mjomba, sitakuwa tena eh.

Suwenda kuzimu. Kuja tukusumbua sumbua. Mimi nimemtuma kitambo lakini mpaka sasa hajafika. Sio watoto wengine wakoje yani. We vipi? Nimekutuma kitambo ulete unga mpaka sasa hujafika. Ulikuwa ufanya nini? Mwenye duka amekata mkopeshe. Amekata vipi? Mkopeshe unga au mkopeshe unga? Hebu naenda zako huko, naenda zako huko. Hmm. Watoto wengine bana, anataka kula hawaja kutumwa

Miki bro. Wacha oh, kulewa kama jike ni pale tayari, twende basi tintaa basi eh? Jana ona unapita kilingeni kwangu na viazi. Mzimu, pika kipande hii unaangusha mizimu kijana. Karibuni vijana wangu. Mimi Mimi nilikuwa nilikuwa ninamleta shi. huyu. Shida yako nimeiona muda mrefu kijana wangu, kabla hujafika kilingeni kwangu, unaugua na mapenzi. Ndivyo sivyo? Ndivyo. Shida ni nini hasa? Ah, ha. Shida ni huo msichana mwenye namtaka, ndugu yake sasa ndo ana shida. Sasa shida yake nini kijana? Yeye ndo ananizuia kumpata huo msichana. Nikiangalia dira zangu, huyo msichana unayemfuatilia ni mweupe sana, sijui washindwa na nini hapo kijana. Ila nitakusaidia kijana, nitakukabidhi dawa aina mbili Naomba uzingatie masharti ya idia wa kijana, ukikosea masharti umeharibu kazi yangu kabisa. Kamata kwa mkono wako wa kushoto. Ukifika nyumbani kabla hujalala, utaenda njia panda saa saba usiku. Hakikisha mtu yoyote asikuone, nuia kile ambacho unataka kuhusu huwa binti, halafu ugeuke, usiangalie nyuma. Hata ukisikia sauti ya nani usiangalie nyuma. Umenielewa? Umenielewa. Nitakukabili dawa ya pili. Hii inaitwa msema ukweli, lakini ataikabili ataishika rafiki yako, kwa sababu nikikuangalia hautoweza kuzingatia masharti ya dawa zote mbili. Kijana, naomba uikamate hii dawa kwa mkono wako wa kulia. Hii dawa mkitoka tu hapa kwangu, yaani mkitoka tu hapa kwangu hakikisha huyu rafiki yako anaramba mara mbili juu mara mbili chini. Umenielewa? nimekwambia airambe mara mbili juu na mara mbili chini, usikosee masharti kijana. Mganga huyu, rafiki yangu ana shida yake ya pili. Shida gani kijana wangu? anayo rafiki yako, muache mwenyewe akuelezee. Shida ya pili ni kwamba anataka kuwa na nguvu, kijana. Kijana, kijana, kijana, shida zako zote nimeziona muda mrefu. Unataka nguvu mzidi mamako, ndivyo sivyo? Ndivyo. Wacha niangalie darubini yangu, kijana. Ukilingeni kwangu tazama darubini yangu ilivyoleta. Da, mganga ni mnoko kweli. Mamango amefikajifukaji hapo. Acha nikuitie juni Pididi una na shobo. Mamako gwiji huyu. Matatizo yenu siwezi kuyatibu. Mmekuja kunijaribu, umetumwa na mamako uje uharibu mizimu yangu. Da! potea Potea ama nimwite jini Pididi aje kuwapaka mafuta? Kwa sababu naona wamenengeneka sana, nina hamu ya kuwapaka mafuta. Wacha nimwite jini Pididi. Pididi, kazi nimekuachia wewe Pididi, wapake mafuta vijana hao. Yani mnakumbuka yule mtoto wa mjomba wangu? Yupi? Maana yake wajomba uko nao wengi sana. Ah, mjomba, ah, ah, yule mjomba aliyofariki yule yule, akafariki tu juzi tu. uh -huh. uh -huh. Sasa yule mtoto wake ule babake alikuwa na mali akamwachia yule mtoto. uh -huh. Ata kumwachia yule mtoto mimi, kuna kaka angu ambaye tumbo tofauti uh -huh. baba mmoja lakini mama sasa yule ndiye amechangia kumuua yule mtoto ili achukue ile mali. Unaelewa? Kwa hivyo yeye ndo alitumia mkono wake kabisa kumuua mjomba wako. Hasa alimuua ili apate zile mali. Sasa kama mwenye mali ameuliwa, wewe hauna mali na unataka kuingiza mguu wako hapo kwa hizo mali. Utafanywa nini? Sasa mimi kabla hajanimaliza haja, ni mimi ni mimi nataka nimalize wa kwanza. Sasa nyinyi mtanisaidia nisa, nini? nataka msaada, ndo maana nimewaita hapa. Ndugu yangu, msaada mimi naweza kupa mimi, hili jambo ni zito. Kwa hiyo kuna yule mganga anaitoka mtaa wa pili, kule kule chini kabisa mwisho kule, yule mzee ana kazi yule mzee anajua kuifanya kazi yake, hana kazi feki. Kila aliyemfanyia kazi wamemsifia tu, na pia mimi kuna kazi ambazo nshazifanya pale nazikaisha tu vizuri. Kwa hiyo mi nilikuwa nakushauri twende kwa ule babu yule, hatataki pesa nyingi, ni maelewano tu pale. Ukishafanikiwa ndo unampelekea kitu chake, sawa? Sasa wewe huyu akionekana anaingia kule kwa ule mzee, halafu ghafla binvu yule mtu afe, sasa tajulikana amemroga huyu, eh? cha cha kumshauri sunaule so, rafiki yako yule ni ule le... kaindi kaindi, he, kaindi hmm. Yule kaindi hata si ni wakili wa. Unaenda unampatia donge kidogo tu, Rosa anakutengenezea will fake, ya kusema kuwa mali zote za mjomba umekabidhiwa wewe. Yule bradha yako yule navyomjua akili hana. Wewe umemziga yule, alikimbia ngumbaru, sawa. Wewe ulienda mpaka university. Sasa yule atakushinda vipi? Hilo nalo ni wazo, lakini huu unajua, hapa anaweza kuonga na hiyo kitu kazimwa hivyo. Mbona akili ndugu yangu? Hmm? mwenye pesa mpishe, hata kama una akili lakini yeye ana pesa hmm? mimi hii kesi hmm. na mwahivi hmm. hmm. nataka hili tu malize hey. Hiyo ndio njia sahihi. Wewe unajua kumaliza, unaongea tu, unatamka sasa. nikikupatia kisu nikwambie mdunge huyu, utaweza wewe? naomba tani hayo, unaongea tu. Ndio maana mimi nimekuaminia wewe, ndio maana nikakuita kwa ajili ya hiyo kazi, kwa sababu hizo ni kazi zako hmm? mimi, mimi siku zote kazi zangu huwa nazifanya last option. Vitu vikishindikana kote kwa waganga kwa mapasta wote, mimi ndo na handle yangu. Tumsaidie huyu ndugu anahitaji ah, msaada. Kumbuka karibu, ndugu yake. Ndugu yake huyu, huyu, hmm. Huyu, ni ndugu yetu wa karibu zaidi yake. Mshamba sana huyu, akifanikiwa huyu hapo, wewe si unajua mshahara wangu? Naelewa. Sasa huyu ni, ni rafiki yetu hmm. Kiti cha kwanza, maana nimemwambia aende kwa ule wakili. Sasa nini? Mimi, mimi naweza nikakupatia three quarters. Hiyo ni wazo, mnagawana <laughs> e, enda sawa, hautabadilika wewe, tutaenda kuna saini, tunaenda tuna saini, tunaenda pale kwa tuna saini, unachukua, we unaja na mali, mimi nawaambia mimi, huyu anaja na mali, mimi na haja yangu ni yule nilipize kisasi, oh. Kwa hiyo yako ni kisasi, si mali. Mimi sio mali cha, hmm. kisasi cha kule alipofanyiwa unyama, basi bas. <laughs> well done hmm. kazi imefanyika pamoja <laughs> mimi <Sao, sao. laughs> hata msikonipa pesa, bora mkinipelee gari lake tu, nimeridhika. gari <laughs> <laughs> lenyewe limfeli injini jana, tutakutana <laughs> <laughs> <saam, saam, saam, laughs> mimi lazima nilibishe kisasi. haiwezekana wanasema auwaje kwa panga, atauliwa kupanga. Mm. Na dawa ya moto ni moto tena, anasema ni moto, lazima atanitambua mimi nani. Hujui kusalimia. Na nakuuliza wewe, hivi hujui kusalimia najua. Siku hizi mko mjeuri ah, nakuuliza, jana ulikuwa unatoka wapi? Ka... kwa rafiki zangu. Una uhakika na unachokisema? Ndio. Ndio nakuuliza tena kwa mara pili, jana ulikuwa unatoka wapi? Kwa rafiki zangu. Sikiza nikwambie, mtoto mimi nakujua vizuri na nakuelewa. Maana kiwe ni mwanangu nilikubeba miezi tisa hapa tumboni na kukuzaa. Na jana huko toka kwa marafiki zako ni kitu ambacho wanificha. Sivyo? Sasa sikiza nikwambie. Mimi najua kila kitu unachofanya. Maana najua mpaka yoro yako vinyo navyosoma kama wewe unaamini si juu. Mimi naelewa kila kitu. Jana huko toka kwa marafiki zako. Na kule unakoenda tafadhali usikuzuie. Zingatia nachokwambia. Kumbe huyu mtoto hajui kama mimi ni mazamolite hajui, anafanya tu kuniona. Sasa nataka anielewe mimi ni nani. Hivi yana nene hapa yani, na neto kutuja taka kuniambia nini? Basi suje mineza chomoka hapa fuli poa. Yani wewe wewe, no ni kuni hapa mimi muda mrefu sana poa, jichukulia aje mimi. Hebu angalia maisha yangu, na angalia maisha yako, na leta hapa tu na nikaeka tu, vipi hapa <laughs> ni maskini, mna shida nyinyi. Kwa hivyo mimi ni kwa maskini, si ndio? Wewe ni maskini sasa, so una nini? Una lolote la kuniambia wewe? we maskini tu, una lolote hiyo siri uliokuwa umeificha siku zote katani? si hatutajua sasa tumjua. Wajifanya eh, sasa hujui? yule yule mjomba wako ulimuua. Mbona unyamaza? Nasikiliza. Mi nilimuua mjomba mimi? mjomba alikufa mwenyewe, zake alikuwa zimefika akafa. Mtu aweze kufa akiwa mdogo. ah. mimi nimuue mjomba kwa sababu gani? mimi huwa simsumbui Ulimuua, saajifanya hata sijamua mjomba mimi. Sango jangu kwambie mjomba, yule mtoto twambie wewe, ndugu yako si ndio? ushapata ansema sasa, yakukujia kwa kuja vipi? mi niliua nani? kwani mimi yule salikufa tu mwenyewe. <laughs> <laughs> Ada itakuwa siri miaka yote hiyo tushajua sasa. Bwana nenda bwana, we Bret ako akukujia na mi nakwambia nenda bwana, bwana. bwana, bwana. bwana, bwana. bwana, bwana usisumbua Ndo wananitishatisha o, mi jambazi, yaani mimi ni jambazi, siogopi lolote. Akuje nashituashtua, sio so, sijui nini, siogopi mimi bwana. Ai, Raundi, sikusemei, chimba kaburi mapema, Israeli inakuja.